Jumla ya shilingi trilioni 5.724 ambazo, kama serikali singezibeba, ingebidi wananchi wazibebe, na hivyo kuweza kuwanufaisha wananchi milioni 11.036. Hatua hizi ni kama ifuatazo: kwanza, katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2024 serikali ya CCM ilitumia shilingi bilioni 961.5 kama ruzuku iliyotolewa kwa kaya maskini ili kuziwezesha kuongeza kipato cha kaya katika kuzisaidia hizi kaya hizi kumudu gharama za maisha ya msingi kupitia mpango wa kunusuru kaya maskini yani TASAFU, na kunufaisha wananchi milioni 5.2 mbili. Kwa Mheshimiwa Spika, serikali ili pump katika uchumi moja kwa moja kwa wananchi bilioni 900.5. Pili, katika kipindi cha 2020 mpaka 2024, serikali ya CCM ilitumia shilingi bilioni 693.6 kama ruzuku ya mbolea ili kupunguza makali ya bei kwa wakulima.